Ja ngoja, ngoja. Wakazi wanaoishi karibu na hospitali ya Kimisheni ya Lugulu katika kaunti ya Bungoma wanataka mamlaka husika kuangalia, kuingilia kati na kuwaondoa popo ambao wamekuwa kero kwao. Wanadai popo hao ambao wameweka makazi yao kwenye miti ya hospitali hiyo wamekuwa tishio kwa mazingira na pia kwa afya yao. Aidha, baadhi ya wakazi hao wanasema popo hao wamekuwa tishio kwa wagonjwa hospitalini humo, wengi wakihusisha pepo hao na vifo. Umazima, yeah. <laughs> Mevamiwa na hawa, hawa, hawa, hawa ndege ambao wanaweza sababisha magonjwa mengine yenye mgonjwa wa chakuja nayo. Tunaomba usaidizi. Tumejaribu mbinu mingi kama kutumia kemikali kupitia kwa Acrovate, tumejaribu kuspray, tumejaribu kutumia moshi, lakini hawa ndege hawasongi, huwa wanahamahama. Kuna wakati hata tumefanya mambo ya kupuliza dawa ili zikufe zikakimbia tu na kurudi tena, na saa hizi imerudi in large numbers. Sasa imekuwa shida sana kwetu, kwa maana kuna aina ya ugonjwa yenye hizi ndege zinaweza sababisha, sababu mgonjwa akiingia kiona, mgonjwa akiwa huko ndani akiona vitu kama hizo, ujue hata anashtuka, anafikiria labda hata toka hapo, kama yeye ni mzima ama atafanyaje? Sababu nakuta zinaruka zinacha kiwanja yote kufikia sasa.